Tukisonga mbele ni kwamba aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amempongeza aliyekuwa waziri mkuu marehemu Raila Odinga kwa kutanguliza suala la taaluma wakati wa kubuni chama cha ODM. Gachagua amesema ODM, kwa kipindi cha miaka kadhaa, ilijivunia kuwa na viongozi wenye vipawa. Gachagua amesema ni kupitia mbinu hiyo ana nia ya kujumuisha viongozi wenye taaluma katika chama chake cha Democracy for the Citizens 1 Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na anayefahamika na, na wengi kama mwanamume mwaminifu leo usiku amempa kongole aliyekuwa waziri mkuu marehemu Raila Odinga pamoja na chama cha ODM. Gachagua ambaye katika siku za hivi karibuni amepunguza kasi yake ya kumkosoa marehemu Raila Odinga amesema kiongozi huyo alikuwa na ujuzi wa kuwachagua viongozi wa kisiasa. As we mourn, Raila Odinga

Gachagua anadai kuwa ufarisi wa taifa unategemea uwezo wa viongozi wake. But most importantly, his political party all the legislators are top-notch lawyers. These are the people who have protected Raila Odinga for 30 years. If you look at Raila's team, James Orengo Otieno Kajwang late. Omolo atiende Karoli Omondi. Kauli ya Gachagua pengine inaweza kuwa ilichipuka kutokana na dhana kwamba eneo la Mlima Kenya limekuwa kwa miaka kadhaa likikumbwa na changamoto wakati wa kuwachagua viongozi wake. I want to urge that now prepare that the 55,000 polling stations in this country will be manned young lawyers, and and particularly the the the young ones. Come come 2027, put up your spirited uh, effort to to to to become a member of parliament, to come and defend the constitution of parliament, defend constitution of the day. I want to propose that we need to create special case LSK inafaa kuwa inaleta mtu bunge for free ili iweze kukua iko represented pale na inaweza kuangalia hizo masheria ma vizuri kwa mujibu wa chama chake anasema tawachagua viongozi waliobora ifikapo mwaka elfu mbili ishirini na saba. Wanasiasa walizungumza ijapokuwa Wakenya walishauriwa kuepuka siasa za migawanyiko pamoja na kukumbatia tofauti za kikabila kama njia mwafaka ya ustawi wa kijamii na ni kiuchumi. Nina huzuni sana ya kwamba mpaka sentari ya saa hii kuna watu ambao ni viongozi katika taifa letu la Kenya, lakini kazi yao kila siku, wamechukua fursa hiyo kueneza chuki, kueneza mgawanyiko. Kwa hiyo maneno ya mtandao watu wanaitumia na kuidhulumu. Kwa hiyo maneno ya TikTok kuna pornography. Let's avoid that, those things they are demonic and it is harming our youth, and we must tell you because it's not it's not uh it's not advisable, it is not right ngunjiri alisema vijana wa Kenya hawawezi kunaswa katika mtego wa maneno ya uchochezi yanayoendelezwa na baadhi ya wanasiasa wanaoazimia kulichafua wa taifa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na saba. <mimu>